Habari, jina langu ni Jackson Patrick na siku ya leo tutaenda kujifunza kuhusu Microsoft Excel. Microsoft Excel ni software ambayo tunatumia katika kuanalyze na kucalculate data. Kwa hiyo tutaenda pamoja kuanza mpaka kumaliza kuhusu tunaenda kupata zaidi na kuelewa vitu vizuri zaidi. Sio kwamba tunaenda kufunza vile basics tu za Microsoft Excel na wakati mwingine tutajifunza zaidi. Okay, hapa nipo kwenye PC yangu na hatua ya kwanza nitakwenda kuifanya ni kuifungua Microsoft Excel ilipo. Na njia nzuri ya kuipata unaweza kaja hapo kwenye start bar ukaandika Excel na itatokea kwanza, ambayo utai left click ili kuifungua. Itakapofunguka itakuwa na muonekano kama huu, ukionyesha kwamba hapa chini ni recent activities ambazo umezifanya kipindi kilichopita, lakini huku juu ni templates mbalimbali mbali ambazo unaweza kuzitumia katika kufanya kazi zako. Sasa siku ya leo tutaenda kwenye blank workbook ambayo tutaenda kuanza moja kwa moja ili kusudi kuelewa zaidi. Ikifunguka hivi inakuwa na muonekano kama huu. Huu muonekano unaitwa worksheet na unaweza kuwa na worksheet zaidi ya moja. Kama hapa chini ukiangalia imeandikwa sheet 1. Na naweza nikai right click, kui hide, kui delete au kui rename. Nikitaka kuongeza worksheet nyingine nitabonyeza hapa kwenye plus na itaongezeka. Na hapa juu tupo kwenye home tab. Unaweza kwenda kwenye insert au kwenye page layout, au kwenye formula, na sehemu zingine. Ukiangalia hizi zinazoshuka hapa chini zinaitwa columns lakini hizi zilizolala zinaitwa rows. Na kila kichumba hapa kina jina lake, kama unapoona nikibonyeza hapa jina lake linaonekana huku R8C3, ambayo ni row ya nane na eh, column ya tatu. Sehemu ya hapa ni ya kuandika formula zako na hapa juu sasa ndo kuna zile option ambazo unaweza kuzitumia. Ukitaka ku zoom in, utafika hapa chini, uta left click na ku zoom in, ku zoom out itakuwa ni hivyo. Na huo ndo muonekano. Siku ya leo tutajifunza vitu viwili. Kitu cha kwanza, tutajifunza kuingiza data na kutengeneza table na kutengeneza chart, lakini kuna sheet ya pili ambayo tumeitengeneza hapa tutajifunza fomula mbalimbali katika Excel. Okay, tutaanza kwa kuingiza data. Sasa, katika kuingiza nitaanza na date, nita assume kwamba na biashara na nasambaza mizigo e, mikoa tofauti Tanzania na nita record date kila mwisho wa mwezi, nita record price na nita record zile sehemu ambazo nasambaza. Ah, nitaanza na date katika deti hapa nita na ashumu kwamba ninasambaza mizigo kila mwezi katika mwaka. Kwa hiyo nitaanza Januari, Januari 2025 na nikibonyeza pembeni, Excel kwa sababu iko smart na inaelewa data zinazoingia itakuwa ishasoma kwamba hii okay, wani, hapa ni na ukiona nikibonyeza hapa kwenye formula hapa imeandikia tarehe moja mwezi wa kwanza 2025 Kwahiyo sasa nikitaka kuandika February, March, April mpaka December, sitohangaika kuandika manual, nikaenda hapa, nita click hii, nitaleta sehemu hapa, ibadike ile ya plus black, nita left click na nitashusha chini na wakaona pembeni inahesabu mpaka December na ukiachia itajaza automatically. Na hii pia inafanyika kama ukitaka kuandika date moja kwa moja. Mfano wa tarehe moja mwezi wa kwanza elfu mbili ishirini na tano nikibonyeza pembeni itaitambua, na nikaja nikabonyeza hapa nikaja hapo kwenye sehemu ya pembeni niki left click na nikashusha, inakuwa na zile tarehe hadi sehemu unayotaka, na nikiachia itajaza zote. Sasa hiyo nilikuwa naonyesha kama mfano, ukitaka ku undo jambo lolofanya utabonyeza Control Z au unaweza kaenda hapa juu ukaenda kuweza undo. Okay, baada ya kujaza date, nitajaza taarifa zile zingine. Kwa hiyo feel free kujaza taarifa zozote unazozijua na ulizonazo, kisha tutaendelea. Okay, kama unavyoona nimeshajaza taarifa zangu ziko hapo, na ukiangalia, okay, nimejaza date, price na regions. Sasa Ukitaka ku expand columns, utakachofanya utaenda hapa juu sehemu ambapo unataka ku expand, utaipeleka kosa yako mpaka ibadilike kuwa ya plus, uta left click na utasogeza. Utaka ku expand columns na rows, ukitaka ku expand ni hivyo hivyo lakini, njia rahisi, tafuta mstari wote uka left click mara mbili, au ukaenda hapa pembeni uka left click, kisha ukatafuta mstari wote uka left click mara mbili na ita adjust columns zote ambazo umeziandika wakati huo. Okay, nimeandika hapo sasa. Baada ya kuandika hizi price hapa, nimeziandika lakini ni vigumu kuzitofautisha kwamba hii ni elfu themanini au hii ni elfu nane Sasa hiyo inakuja nini, uta left click hiyo same column na utaenda hii sehemu ya namba hapa hii sehemu utaona kabisa imeandikwa wakati huu imeandikwa general. Kwa sababu gani? Excel inajua data zangu nimeziandika kwa general. lakini mimi nimeziandika kwa mfumo wa currency kwamba ni hela. Kwa hiyo nitaweza kumshare kwa kushika hapo chini, itafunguka na nitaenda kwenye currency hapo, nita left click na itazifungua. Ukiangalia okay, imeweka nyoto nyoto eh lel kwa sababu column ni nyembamba na nikifungua zaidi Unaona imeandika T shillings kwa sababu nipo Tanzania, na imezipa currency, lakini pia imeziwekea decimal place. Nikitaka kutoa decimal place, nitafika hapa hapa, nitaenda hii sehemu ya kutoa decimal place na ita, kwa hiyo imezitoa hapo. Nimeandika kwa mfano, nataka ni move hii column ni ilete nyuma ya hii. Nitakachokifanya, nitaibonyeza hii column na nitafika hapa kwenye mstari mpaka kosa ibadilike. Na kwenye keyboard nitabonyeza shift na left click kwa pamoja, kisha nita move mouse yangu mpaka sehemu ninayotaka na nitaachia, na nitakapoachia itakuwa imehamishwa kutoka hapo kuja huku. Na kwenye rows na pengine utafanya vile vile kama unataka. Pia nikitaka labda hii column yangu hapa ni hide, utaibonyeza hapo na unaweza kaenda kwenye hide au ukaenda kwenye kudelete, ni katika wewe unavyo taka ukitaka ku, ku, unhide hapo utabonyeza right click okay. Nimeshaandika. Sasa ili kusudi niweze kuzikalculate vizuri itanibidi niziweke katika table tebo, na itakuwa rahisi zaidi kuzikalculate na kuzitengenezea chart. Sasa ili kutengeneza tebo, utabonyeza sehemu yote umndani ya data zako utaenda sehemu ya insert au utaenda kwenye table, na ukishabonyeza unaona imezungushia vitu hapa, ikimaanisha kwamba Excel imeitambua kwamba hii inayoenda kutengeneza ni table. Ukibonyeza okay, itafunguka kama hivyo, na ikishafunguka sasa, ikishatengeneza table hapa naweza nikabonyeza mndani nikaenda kwenye table design hapa juu nikaamua kubadilisha style yangu ya table yangu ilivyo ni kwa jinsi mimi ninavyotaka kubadilisha. Labda nikitaka kutaka kuongeza total row nitaenda hapa juu nitabonyeza okay. Na total row maana yake ni inaita row ambayo inaweka jumla ya zile zile data. Na katika jumla nikibonyeza, nakuja mstari hapa chini nikaubonyeza, nikafungua sasa hivi upo kwenye sehemu ya sum, na ndio maana imeniletea sum. Naweza nikaenda kwenye kupeleka kwenye maximum, ikaniletea maximum ya namba. Nikaupeleka kwenye minimum, ikaniletea minimum ya namba. Nikaupeleka kwenye average, ikaniletea average. Lakini wakati utarudia kwenye sum. Kwenye hii table, kuna vitu vingine vimeongezeka pia. Kuna hizi mishale hapa juu. Hii mishale inatumika katika kuformat data zako. Kwa hivyo nikaubonyeza na nikaandika ku zipanga kutoka smallest to largest, na nkapana kwenye smallest to largest, au nikazipanga kwenye kalenda yangu hapo, labda mitatu nikabonyeza okay. Hapo nikitaka kuzirudisha kawaida clear na nitaenda tena kwenye oldest to newest kwamba kutoka Januari mpaka Desemba na hivyo ndo, natengeneza table. Baada ya kutengeneza table, hizi data nimeziandika huku lakini inawezekana ni vigumu pia kuzielewa zaidi, labda nataka nizidistinguish ya kwanza mpaka ya mwisho, ipi ni kubwa na ipi ni ndogo na nizielewe zaidi. Sasa ili kufanya hivyo, nitazihighlight hapa, nitaenda kufanya trick moja hii. Kwa ikiwa kwenye home tab nitaenda sehemu ya hapa imeandikwa conditional formatting, nitashusha. Na hii inatusaidia sisi kudistinguish data kutokana na ukubwa wa zenye zilivyo. Kwa mfano ukija hapo kwenye data bars nikishusha hapa utaona kabisa kama imedistinguish kubwa ikawa na bar kubwa na ndogo ikawa ndogo. Nikafika hapo kwenye icons, nikafika hapo kwenye color. Leo mtende kwenye color, nikafika hapo kwenye green to, red to yellow to red color. Yani, nanikiweza hii itanieletea nini kwamba ile data ndogo, ule mwezi niopata kiasi kidogo umewekewa red na ule mwezi niopata kiasi kikubwa umewekewa green, hizi zingine zina yellow yani, inatoka kwenye green to red inasaidia kudistinguish data vizuri. Baada ya hapo, labda nilikuwa sasa nataka nitengeneze chat muona. Ili kutengeneza chat nitabonyeza huku ndani na nitaenda kwenye sehemu ya insert, nitaenda kwenye sehemu ya recommended chat. Hii ni nzuri kwa sababu Excel inakuletea chat ambayo inafaa data zako, lakini ukitaka kubadilisha chat unaweza kwenda hapo kwenye all chat, ukatafuta chat yoyote ambayo unaitaka uiweke. Kwa mfano labda unaweza kuchukua hii, unaweza kwenda hapo kwenye bars, ukatafuta yoyote ambayo inakufaa kuiweka. Sisi tunaenda hapo kwenye recommended chart na tutaibonyeza hiyo, na tutabonyeza okay. Ukibonyeza okay itafunguka, unaweza kuikuza kwa kufanya hivi na ikifunguka hivi italeta sasa sehemu ya chart tools ambapo unaweza kwenda kwenye format ukabadilisha muonekano, ukubwa labda wa hii chart, lakini kwenye chart design ukifika hapa juu sehemu ya mshale hapa ukishusha kuna themes mbalimbali za chat ambazo unaweza kuzitumia tofauti tofauti kutokana na wewe unavyotaka. Kwa mfano labda unaweza kutumia hii black, unaweza unaweza kutumia kutumia hii hii blue, white kutokana na wewe unavyotaka. Na hapa pembeni pia unaweza kubadilisha colors unazotaka zingine. Unaona? Kwa hiyo ni kutokana na vile unavyotaka. Huko unaweza kubadilisha chat type na vingine Kwenye hii chat kuna vitu naweza kaviongeza na kuvipunguza. Kwa mfano kama kwenye kuongeza kupunguza, naweza kabonyeza hapa kwa sehemu ya plus, nikafungua hii template hapa, nikaongeza labda data label, labda nikabonyeza hii sehemu ya huku chini, au nikabonyeza sehemu ya errors au grid, nikaziongeza katika data zangu, au nika show axis au nikaenda pia kwenye hapa kwenye lt filter, nikafilta kutokana na mwezi ambao nataka kuweka nataka nioneshe miezi mitatu tu, mingine nisiuoneshe. Pia naweza nikafanya hivyo, umeona? Kwa hiyo ni kutokana na wewe unavyotaka na mpaka hapo tumejifunza kutengeneza table, na tumejifunza kutengeneza chart. Sasa tutaenda kwenye sheet ya pili ambapo tutajifunza formulas, tutajifunza na vitu vingine vya ziada. Nitabonyeza hii sheet ya pili, kumbuka Ukibonyeza hapo, uki right click unaweza kaamua kufanya chochote katika sheet yako. Unaweza ka rename, unaweza ka move, au unaweza ka insert kitu chochote. Unaweza ka hide pia hii sheet yako. Huku tutaenda kufanya calculation, lakini data tutaanza kwenda kuzitumia. Tutatumia data zetu hizi za mwanzoni hapa, kwa hiyo nitazikopi hapa kuzipeleka upande wa pili, na ili kukopi nitazi highlight data zangu hapo, na nitabonyeza control c ili kukopi, kama unavyoona. Na nikifika upande wa pili, sito kubonyeza control v kama kupesti kawaida, bali nitaenda kubonyeza hapo kwenye kupesti, na nitaenda hii sehemu hapo. Unaona hii ni nzuri kwa sababu gani? Itazipesti data tu, haitopesti zile rangi ambazo nimezikopi. Nikibonyeza control v itapesti hadi na rangi, na unaona pia imeta hizi reli kwa sababu ya column ni ndogo, ndio naenda kuifungua hapo kusudi iwe kubwa. Baada ya kufanya hapo, kumbuka nilivyokuwa ni, ni nikibonyeza ile sehemu ya formatting kwamba smallest to largest ni kwa zitokea kwenye table, lakini pia naweza nikaamua kuziweka manually rangi kuzibadilisha rangi kutokana na mimi ninavyotaka, labda ziwe black au ziwe blue au ziwe yellow au ziwe red ni kutokana na preference yako naweza nikaamua nibadilishe pia hata rangi ya maneno huko ndani, kubadilisha kutokana na preference ambavyo unataka viwe. Ukaamua ubadilishe ukubwa wa maneno huko ndani kwa kama hivi, naweza kubadilisha kutokana na unavyo prefer. Okay, sasa baada ya kuzichukua hizi data nitaamua sasa kuzi, kufanya calculation umeona. Sasa kabla sijalisti calculation zote hapa kuna njia nyepesi na shortcut ya kufanya calculation ndogo ndogo. Kwa mfano kama hizi era zangu hapa nataka nipate jumla hapa chini. Nitakachofanya, na click hapa chini na nitaenda hii sehemu hapa ya sum, nitashusha, nitabonyeza kwenye sum hapa, nitabonyeza okay. Na ukibonyeza okay, unaona Excel imeitambua hii na nikibonyeza enter inaletea sum yake hii hapo unavyotaka kitu kingine kuna vyumba kumi na nne hapo lakini pia summation ni hii hapo, na nikitaka kujua zaidi naweza nikabonyeza hapo, nika right click na ikafunguka hivi nikaongeza kitu kingine. Kwa kwa nikiongeza maximum hapo nitaniletea maximum yake ni hii hapo. Nikitaka kuongeza minimum naweza kubonyeza hapo. Kwa hivyo. Okay, nta listi sasa zile fomula zote ambazo nataka kuzitumia siku ya leo nitaenda kuzitumia na hivi tutaona sasa ni nini tutaenda kuzifanya siku ya leo. Feel free ku listi pia na wewe ili to get along. Kama unavyoona, nimesha listi fomula zangu ambazo ninaanza kuzitumia siku ya leo na tutaanza moja kwenda nyingine. Okay, tutaanza na addition. Addition kwenye Excel na ufanyeje? Watakaanza uandike sawa sawa, kisha utaandika ile namba unaotaka kujumlisha, kwa kama hiyo matano, utabonyeza enter na itafanya addition. Lakini pia kama kwenye data zetu hapo, sawa sawa, tukachukua jumlisha, oea enter itakuletea jibu lake hila hapo. Lakini kwenye summation, summation yenyewe utabweza sawa sawa, utaandika sum, s u m na utafungua mabano kuonesha sum ya namba ngapi. Uta highlight zile ambazo unataka kuziandika, au unaweza ukaandika namba kwa kawaida, ukafunga mabano, ukabonyeza enter na ikakuletea summation yake hii hapo na nikikliki hii utaona hapa juu kwenye formula imeandika hivyo. Kwenye subtraction nitabonyeza sawa sawasawa, nitaandika namba na nataka kuitoa, nitaweka kutoa, nitabonyeza hicho enter, nitaletea jibu. Lakini kwa kutumia hizi data zangu hapo, nitabonyeza sawa sawa, nitachukua data yoyote, nataka kutoa, nitaweka kutoa na ile data ambayo nataka kutoa Ukaweka enter, ikakuletea jibu lake ila hapo, kwenye multiplication hapo, kuzidisha, kuzidisha kwenye kompyuta tunatumia ile alama ya nyota. Kwa hiyo na yenyewe utaweka sawa sawa, utaandika namba au kama ukitaka kuchukua kwenye table yako huku ni kubonyeza shift ukaweka na ile alama ya nyota ukatafuta na namba unayotaka kuizidisha ukaweka enter ikakuletea jibu lake ila hapo. Kwene division pia utaweka sawasawa sawa. Kama kawaida, utaweka namba yote unayotaka ku divide utaweka alama ya mkwaju na namba unayotaka ku divide utabonyeza enter itakuletea jibu. Kama pia kwenye data zetu hapo, tukitaka kutumia unaweza kuchukua ukaweka alama ku divide ukaweka na hiyo namba ikakuletea jibu kama hivyo. Kwenye average, labda nataka kupata kwa, average ya namba zote hizi nitaweka sawasawa sawa, nitaandika average. Nikishaandika average nitafungua mabano kama hivyo, nitazi highlight namba zote hizi nataka kupata average yake. Nitafunga mabano na nitabweza enter nitaletea average yake. Pia kwenye kwenye maximum nitaandika nitaandika sawa sawa. Sawasawa ukiweka sawasawa unaifanya Excel inatambua kwamba kitu unachoenda ukifanya ni calculation Sawa sawa pia nitaandika max. Nitafungua mabano. Nita highlight zile namba na kuzitafutia maximum yake. Hata ziwe nyingi kwa kiasi chochote. Nitafunga mabano na nitabonyeza enter. Itakuletea hivyo. Minimum nitaweka sawa sawa. Nitaandika min. Nitafungua mabano. Nita highlight vile vitu vyote, ambavyo nataka kuchukua. Nita funga mabano na nitaweza inter kupata hivyo. Tutamalizia na hizi mbili za huku mwisho, ambayo ya kwanza ni count, ya pili ni count a count. Tutaweka sawa sawa. Count. Tafungua mabano. Hii inafanya kazi gani? Hii inafanya kazi ya kuhesabu ni cells ngapi ambazo zimeandikwa na data zozote zile ambazo zinaweza zinatambulika katika Excel ukiachana na zile data, kwa mfano kama hizi za maneno ambazo haziwezi kubi calculated. Kwa hiyo sasa nategemea kwamba nikihighlight pote hapa itanihesabia vyumba vyote ambavyo nimeandika data ndani yake. Kwa hiyo ili kuandika hapo, ta highlight vyumba sehemu yoyote ile unataka kuandika, au wewe ulikuwa unataka angalia ni wanafunzi wangapi umewa register, unaweza highlight hivyo ukafunga mabano maban, na ikakuletea Nikibonyeza hapo enter itakuletea vyumba thelathini na sita, ukiachana na vile vyumba ambavyo vina maneno ya kawaida. Nikibonyeza ina hapo ya pili, nitaandika sawa sawa count. Afu, nitaweka A mwisho, nitafungua mabano nita highlight pia pote tuone, na nitafunga mabano nitabonyeza enter hii itahesabu pia na vile vyumba ambavyo vina maneno ya kawaida ndani yake, kasoro vile ambavyo viko empty. Baada ya hapo, sasa, kuna kitu kimoja nimekumbuka. Kwa mfano, labda unataka uhamishe hii sehemu uliyoiandika hapa ya column peke yake, uipeleke labda hapa chini, au sehemu nyingine, kwa sababu tumejifunza tu kuitoa hapo kuipeleka nyuma. Niki highlight hivi nikaileft quick tu kama kawaida, inaweza nika nikaitoa, nikaipeleka sehemu yoyote ninayotaka kuipeleka. Kuirudisha nitaweza control Z na itarudi. Baada ya hapo tumeweza kuangalia formula hizi na tumeweza kuangalia kutengeneza, eh, table na chart. Sasa hizi ni basics tu ambazo tumezigusa katika Excel. Yani tumegusa tu ile surface, atujaingia kwa undani zaidi. Baada ya kumaliza hapo, ukitaka kusevu utaenda hapa juu au unaweza control S. Ikifunguka hivi utaenda kwenye more option, na utaenda kwenye this PC. Kisha, kisha hapo, utaenda kwenye desktop, au kwenye document. Kisha ukishabonyeza hapo utaandika name ya document yako unaotaka iwe Mwona? Kwa hiyo, ukisha andika hapo, utabonyeza save. Na ukisha bonyeza save, itaenda kusave sehemu ile ambayo umeweka kusave. Na kitu chochote sasa utachokiongeza huku ndani, ukibonyeza tu control save, kitaenda kusave mule mule kwenye ile sheet ambayo umeibonyeza. Ukifika hapo, utaweza kubonyeza hapo, fungua. Na ukibonyeza, itafunguka itakuonyeshia sasa vile vitu ambavyo vimeviandika. Kama ukiangalia hapa, tumeonyeshwa e, fomula yetu hapo, na fomula zetu hizi hapo tulizokuwa tumeziandika. Na hivi ndivyo tunavyoitumia Excel na huu ndio mwisho wa tutorial yetu. Kwa hiyo, kama umepata kitu kipya, unaweza kaacha thumbs up, ukaacha pia comment ya topic zingine mpya na kusubscribe ili kuendelea kupata video kama hizi. Asante na, na wakati mwingine.